Abana ni mmoja kati wasani ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kunako tamthilia ya Dunia. E, anaitwa Eke ambaye ni dada yake mkubwa na Matilda, yule Matilda ambaye tulikuwa tumemfahamu kwenye tamthilia ya Dunia, ambaye ni mchepuko wa manyanya. Huyu ni mkubwa, alafu kuna dada wake wa pili tutamtafuta na yeye, tutazungumza naye kubwa zaidi, atuambie vile ambavyo mabadiliko yametokea kwenye tamthilia yao ya Dunia ama kwenye familia yao, yeye imemuumiza kiasi gani, ama neno lake ni lipi, ama nakwenda kujibu yale yote ambayo tulitamani tumuulize. Baba Asma muda huu hayupo, yeye kama mwana familia anakwenda kujibu. Eke, mambo Poa. Poa. Yeah Hongera, mnafanya kazi nzuri sana. Shukran. Kwani Mchaga? No. Msegeju. Segeju? Segeju ni wapi? Ya, Tanga. Tanga. Mchaga kuna Segeju, <laughs> yeah, yeah. Wapo. By the way, ni wapongeze imekuwa ni familia ya dunia ambayo inafanya vizuri sana kwenye mitandao sambamba na mitaani kule mitaa ambayo tunaishi e, kila anapopita vigoma ni vilevile vya dunia tu. Hongereni kwa hilo shukrani sana sawa tuende kwenye point mabadiliko yametokea kwenye kazi zenu kazi yenu ya dunia ambapo baba Asma aliposti na kuomba radhi e, kwa mabadiliko ya kumbadilisha Mati kama dada mkubwa e, kama msanii natamani nifahamu feeling zako ni zipi kuona ile Mati ambayo ulikuwa umemzoea kwa sasa hayupo tuanzie hapa I feel so sad, you know? lakini inapokuja kwenye mambo ya mabadiliko, kuna sometimes inabidi mfanye kutokana na sisi watoto wa kike. So yule ana matatizo, anaumwa, anatakiwa muda wa mapumziko, so ndio maana bosi akaamua kufanya hivyo. Ni ngumu, ni ngumu kukubali, ni ngumu watu kumpokea, lakini inabidi kwa sababu sio wewe ukiumwa kazi stop, kazi inabidi iendelee, kwa sababu dunia ni kubwa y yeah, dunia ni kubwa sana, inatakiwa kazi iendelee yeah. Mati aliyekuja unamfurahia ah? Mati aliyekuja unamfurahia yai yeah, nimempokea kwa mikono miwili, kwa sababu kinachokubeba sio wewe Mati, kinachokubeba ni sanaa yako uliyopo nayo ndani yule binti anajua kuigiza sana sana. Kwao tunaomba watu, watu mpunguze matusi jamani, comment comment zinamfanya msanii akatoka nje ya mood mm. Watu wana comment sana matusi, wanamponda sana lakini kikubwa mpokee, ni sanaa yake ya aliyonayo ndani. Ana sanaa sana yule binti um. Nikua ni ngumu kumechi yani kumkopi mtu vile alivyo ambavyo Mungu amemuumba unafahamu hilo hata kama ingetokea kwamba uu kaika kwa nafasi ya mtu sasa, ni kama unaweza ukavaa viatu kama yeye mwenyewe, yeah. kwa sana yako kwa, kwa akili zako kwa timamu, unahisi tofauti gani zilizopo kati ya mati yule na mati huyu? Tofauti ni ndogo sana. Tofauti sio kipaji alichonacho, tofauti ni upendo wa watu kumpokea kwenye jamii. Unajua watu walimzoea sana mati So yenyewe, sisi imetuchukua muda bosi, imechukua muda sana kwa yeye kufanya mabadiliko, lakini sio mbaya. Hata aliyekuja ana kipaji sana, ni msanii mzuri kikubwa watu mngefuatilia episodes zinazokuja mjue huyu mtu amewaletea kitu gani bora, afu baada ya hapo nyie ndio mnachagua yes au no. Lakini mkiwahi kuchagua no before yes, oh my god, inakuwa is not perfect. Ambazo zinenea mtandaoni muda huu wanasema mati kama anakwenda kuolewa alishachumbiwa nyuma, bila shaka shaka kuona hizo video, aliposti violet video na picha e, watu sasa wameunganisha dots, wamesema mati anakwenda kuolewa na mzee baba ambaye amechukua mali, anasema bwana, stop Kadi moja lamba tano, kwa maana kwamba sitaki zinaoshiriki kwenye sanaa. Bila shaka umeisikia kwa muwazi, muogope Mungu. Hii umeisikia, no comment. Lakini kwenye mambo ya mwanamke ya, ya hicho kitu mbae, haja, ni lazima kuna mwanamke ambaye hajatamani kuolewa. Kila mwanamke ndoto yake ni kuja kuolewa, hata mimi mwenyewe mwenye, natamani kuja kuolewa. Kwa hiyo ni kitu bora, tumshukuru Mungu. Muda ulikuwa wee, ni mmoja kati ya watu ambao mmeishi sana na Matilda, mm, hebu waambie washabiki wenu kipi hasa Matilda kinamsumbua? Matilda bana kinachomsumbua sijajua, kiafya daktari, uh, anaona nini au uh, ameona nini. Lakini alituomba kwamba kwa sababu tulipokuwa tunashuti ni mtu fulani, mara akaishiwa nguvu zile, mara huko kuna uma, sijisikii vizuri uh, baada ya kufuatilia fatilia, daktari akasema katika uchunguzi wao, kama wao wenyewe walivyoona madaktari, siajua kitu gani ambacho kimemkuta. Ushaona? Kwa hiyo wakatuomba muda huyu anarijika, pumzike kwa ajili ya uchunguzi, wao wenyewe wajue shida ni nini. Ushaona ni. Kwa hiyo eh, baada hapo labidi tutafakari sasa, miezi sita au miezi mitano, mati anaumwa. Dunia ni kubwa, watu wanafatilia wengi sana. Sasa tusitishe dunia sababu ya mtu mmoja. Sawa, ni tatizo la kiafya iu, tuta tuafanyai? mepanda ini a ilitupa ugumu sana wa siku sasa tukapata wazo kwa nini kwanini tusi, tusii tusi fix kitu kama kile, kwa sababu tukiangata kazi nyingi hata za mbele zilizotoka baadhi, utakuta msanii amefariki, anatafuta wa mtu walau anayefanana naye na anapita nazo. Nafikiri kama Fast and Furious ni zile movies wengi sana tunaangalia, hata kina Lamata amechange juice cut hapa, msanii kutoa huyu kaingia huyu. Uh, kikubwa tulikuwa tuna hofu mashabiki wanaofuatilia dunia itakuwaje wataipokeaje na huyu msanii ambaye anayekuja naye atacheza, atapretendi kama vile anavyofanya uzuri? Sisi tunamshukuru Mungu tulivyomfanyia alieso mwonekano, rangi walau kwa ufananio huo, na kazi je, anaigiza vizuri? Kwa upande wetu tuliona anafanya vizuri na mpaka tuka director akamwamini, wengine timu nzima tukamwamini, basi, huyu atamwakilisha mati kwa muda fulani. Mati atakapokaa sawa, tutaendelea nazo na zoezi. Kwa hiyo mimi naomba mashabiki ambao wanafuatilia Dunia tumpokee dada yetu yule, uh, tusimvunjishe moyo kwa sababu ndo mwanzo wa safari yake, atafanya kama Mati. End of the day itafungua milango yake ya riziki. Mati atakapokaa sawa, inshallah, atarudi kwenye nafasi yake kama kawaida, na mambo mengine ya dunia ataendelea. Kwa hiyo mtusamehe mtu, mtu naomba radhi, sisi hayo ni, ni matatizo kibina dam, ya kibinadamu ya Alkadhalika naweza ikamtokea mimi, akaja akatafuta mudi mwingine akamtokea fulani, ili mradi tuendelee kupata elimu, tuburudike, tuenjoy, tujilambe. Sawa mudi, mimi ama sisi wasanii, waandishi, tumekuwa ni daraja, tunawaunganisha ninyi wasanii na mabosi zenu, kwa maana kwamba mashabiki wenu. Baada ya baba Asma kutoa ile statement ya kwamba Matilda amebadilishwa maneno, mm. yamekuwa ni mengi, nadhani zimekuwa ni nyingi Nataka tuichambue moja badala nyingine. Ya kwanza unasema Matilda na mimba. Kweli Tamthilia inaonyesha kwamba Matilda ametoa ujauzito mm. na manyanya mm. na watu wanasema vile ambavyo anakuwa anaigiza kana kwamba ni mtu ambaye ana ujauzito kweli, mm. wajuaji wakimwangalia umbile lake, tumbo lake, unasema kama ana ujauzito kweli. Hii mekaji kwa upande wangu mimi sidhani na sijamchunguza sana. Nafikiri katika hali ya kujiweka Mama, ambayo, ambayo ndo imepelekea sasa, asiwepo mbona sasa hivi kwenye kwenye tamthilia. Ya, uh, katika hali ya kujiweka sasa mimi na mimba kwenye tamthilia najiwekaje? Kwa mfano, mimi mimi naigiza kama mlevi. Mandevu na yafuga na zitengeneza fasho zangu zilivyo ili hata mtazamaji mara nyingi wengi wa watazamaji wanamfuatilia Mudi, wanajua Mudi analewa na kunywa pombe lakini the way ninavyojiweka. Ushaona? Kwa hiyo lazima ajitafakari kama msanii ni namna gani anaweza kajiweka kafanana na mtu ambaye mwenye ujauzito kwa sababu sifa msanii uh, nini zile physical appearance, lazima uibadilishe. Unapotajiwa uwe bonge, itabidi ule sana uwe bonge, unapotaka ukue mwembamba. Lakini sema kwa upande wangu, kusema kwa ujauzito, mimi sijawai kumuhisi kama na ujauzito, ila sijui kwa upande wangu. Kwa hiyo hawa wanaosema labda Matilda mimba ndio imemfanya sindele na kazi shoko kubwa, kiuhalisia ni kweli? Kwa hivyo kweli hiyo kwa ya kwanza, wengine wanasema kwamba Matilda ameolewa. Ukifuatilia kwenye peji ya Matilda, eh, kuna posti ambayo alishawahi kuiposti Violet, akamtaja aka akampa ongela. Ilikuwa ni siku ya ambayo alikuwa ametolewa barua mm, eh, alipiga picha mm. Mati, ya pili ni video clip ambayo inaonyesha kwamba suala zima la barua linaendelea. Li, li wajuaji waju wakasema kwamba Matilda anaolewa au ameolewa ama anataka kuolewa, kwa maana kwamba yule ambaye anakwenda kuishi naye hataki ashiriki kutenda kwenye sanaa hii. Imekaaje? hiyo hmm. Kwa upande wangu mimi naona mageni, kwa sababu sikuwahi si kuona hiyo posti. Huenda ipo kama wasichana washa post wao wenyewe, lakini mimi sikuwahi kuona event yoyote, au tunaalikwa tunafai kwa ajili, ah, ya shughuli labda anatolewa mahali na nini. Kwa upande wangu upande wangu sijawahi sijakuiona hiyo ila sidhani nitajaribu kufanya uchunguzi, kwa uje kuona, mambo kwa ushahidi bwana. Hivi vitu vipo Shua yeah. Mimi nakwambia mimi siye kuona hiyo labda, yeah, wewe ndio wa kwanza kunionyesha. Unaona hii picha ya kwanza Martin na Violet. Ndio. Hii hapa hii. Ah, hiyo. Yeah, yeah. hiyo Pengine like location, no, naamini. Ya pili ni ni ya pili hapa. Hii picha ya kwanza. Ah. <laughs> ah, pengine. Ya pili ni hii sasa, video clip ambayo inaonyesha ni familia ambayo Martin inaonekana kama vile ame yupo kwenye swala zima la mahali. Sura yake inaonekana hapo, Violet ame ame mention kabisa pale ongea Martin, inawezekana kwamba sio yeye kweli. Labda ajua, wanawake wanajua wenye siri zao, ila mimi sijai kuona wala sijai kualikwa. Na kweli nataka nione sura vizuri. v wewe, we, we, unasema wanaozania kwamba Matilda labda anataka kuolewa ndio maana anataka eh, anataka kuiza na sana. Hilo ulifahamu? Ha, mimi hilo silifahamu. Mimi nafahamu Matilda anaumwa na, na tulikuwa tunamuona location, aka tukapewa taarifa kutoka kwa director pamoja na uongozi wa ndugu zake kwamba tunahitaji apumzike. Ushaona eh? Na ndio maana labda pia tukiangalia location mpya ile, mati nahitajika apumzike pale tunaposhoot kwake. Umeshaona eh? Maana mmenibadilishia nyumba. Ea, mashabiki wanalalamika wanasema mmewakosea ama Babasi Babasi amewakosea mm. Kwa nini mmembadilisha mtu pasina kutoa taarifa? Watu wanatarajia leo tunaenda kula mm. Eh, episode tamu ya Dunia lakini bubao naingia na kukutana na mtu mgeni, uwezi kuhisi ni kosa ambalo Babasi amelifanya kama director? Mimi kwa upande wangu si kosa. Unajua, katika utoaji wa taarifa unaweza ukatoa taarifa direct na taarifa indirect. Sasa sisi tumetoa direct, pengine kutokana na wakati episode inatakuwa ipande na ni story ambayo ishatungwa, inahitajika Mati aingie. Ushaona eh, mimi kwa upande wangu naona sidhani kama amefanya kosa, ila tuto, tutaona kosa enda kwa sababu tunaona wale ambao walo change, watu wengine huwa wanatangulia kusema lakini tunaweza tukamuonyesha mtu baadaye tukaongea watashatazama kazi kikubwa, sababu mtu kaona sini moja basi ana mtasmini, hajui sio nini? Hapana jamaa, tuangalie anunguniki kama mati anjikudeka anga mtu umeona sini moja. Kusema kweli, mapozi anayo, sauti anayo, mvuto anao. Hebu jamaa, tuangalie ni episode inafuata 85 86, jamaa, tuangalieni inafuata semana tano, semana sita, ngapi? Afu tuangalie, tufike hata episode kumi ndo tujaji. Kwa upande wangu mimi, jamaa, naombeni tumpokeni dada yule pale, amekuja kukava. Sometime, hata nani kina pakome unaumia, ina maana pakome umie uwanjani kwa sababu ni fainali basi, afe au maumo eh, lazima tu change, bakome apumzike, ingie mtu mwingine, tushinde ando. Kama hivyo kapumzika kwa muda, na mtu anakaa miezi sita hata kwenye mambo ya uchezaji, nafikiri wanafanya hivyo jamani. Kwa hiyo tumpokeeni dada yetu, tum, tumtie moyo, tufanye kazi, tuendelee kuenjoy na Dunia. Tumalizie hivi, inashindikana ku kuingia kambi, mkashuti episode zote, kiasi kwamba hata ikitokea tena mtu akaumwa, mnakuwa hana deni, kwa maana kwamba kama mati yule, mngemtumia muda mrefu, muda ambao mlikuwa mna rest mngefanya naye. Sasa hivi asingetokea haya. Hii inawezekana, inawezekana kwa sababu hata ukiangalia tamthilia nyingi ambazo zinazoruka kwenye mativi, wana huwa wanaandika wanafanya season one. Season one, kwa upande wetu sisi ipo tofauti kidogo, kulingana na tunafanya kazi ya YouTube. Sometimes tunaenda na vibe sawa. Unajua, kwenye, kwenye, kwenye TV mtazamaji anaweza akatazama kitu, kwa mfano kwenye mediaz atatazama kitu, lakini atatamani kucomment kitu lakini hawezi kukomenti kwa sababu yule alioproduce kazi haioni, lakini si kupitia dunia kupitia YouTube au watu wengi wanafanya kazi YouTube. huwa tunafuatilia comment, tunaangalia wateja gani au wateja wetu wanataka kitu gani. Kwa ndio maana tunapita, leo kimetrendi kitu cha fulani cha maswala ya let me say kwamba maswala ya kuvishana nini nini niweke hii, ipo Valentine. Valentine kesho tunacheza sini, ny, ny, siku za nyuma, siku ya Valentine, Valentine tunapost yes, imagine unacheza Valentine leo, tunataka watu waone Valentine, tuishi kwenye uhalisia. Sehemu nyingine watu wanakosa uhalisia, siku wanaotazama kazi Valentine ishapita, Valentine iko mbele kwa sisi, tunaenda the way kiki zinavyozidi kwenda, comment zinavozidi kwenda ndio maana tunafanya hivyo lakini ipo uh, nafasi ambayo kwenye by season 2 mm -hmm, director tumejaribu kuliona hilo tusha discuss kwamba tutafanya kazi zaidi zaidi zaidi hata episode 30 and then tutaanza kuposti moja moja huku tukiwa tuna hema na kuendelea kazi nyingine. Mchakato kumpata Matilda mpya ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Maana mlimpataje au mlikuwa naye kambini? Hapana, yule tulimpata kwa kuliza kuliza uliza, kufanya research mbalimbali. Walikuja wengi, lakini performance sometimes najua zile mwingine anakuwa hapo serious, lakini pia ilikuwa ngumu. Sisi wenyewe kwanza, kufikiria kile kitendo pia kilikuwa kigumu. Lakini mpaka imefika stage, kwa kuwajali mashabiki dunia kubwa, ili turadhi sasa, tumpitishe yule pale kupitia uwezo wake na uzuri, afanya kazi nyingi kama sikoseza, madebe. Watu wafatilie kazi za madebe, wataona uwezo wake ya na kwenye dunia akija, nafikiri uwezo utaongezeka zaidi, kulingana na story ilivyo directing na yeye mwenyewe katika ukubwa ambao alopewa kama wanafamilia. Kama, kama wa Dunia, zile comment watu wanasema hatutazami tena Dunia kwa sababu Matilda hayupo na waumiza, yeah, kiasi gani zinatuumiza tena sana, lakini tunaamini kwamba, nafikiri ni hasira. Unajua, unapokuwa na hasira unaweza kufanya kitu chochote.